Na hapa sasa tuko Ziwa Nyasa ambako huku, uh, miaka miwili mitatu, mamba alikuwa anafugwa mamba, uh, alikuwa anafugwa hapa, lakini mamba alipewa jina la ajabu, na tunaona katika mitandao ya kijamii alitrend sana na kafanya vizuri sana, uh, alikuwa anaonekana, lakini kwa sasa tunataka tujue, uh, mamba yuko wapi na mamba anaendelea kuishi. Sasa niko na wenyeji wangu ambao wao watanipokea na kuweza uh, kuelekea katika eneo ambalo mamba anaishi. a, a, mama habari za kwako? Nzuri. Unaitwa mama nani? Mimi naitwa kwa jina natambulika kwa jina langu la ubatizo ni Selina lakini natambulika kwa jina la Mama Ligunga. Ma, ma, Mama Ligunga hili eneo tumeambiwa kwamba huwezi kuingia eh, pasipo utaratibu wowote. Ndio maana tumekuja hapa umetupokea. Eh, ikoje labda namna kuingia mpaka kwenda kwenye eneo ambalo uh, mamba anaishi? Hapa mimi naingia hapa kwa sababu kwanza nilikuwa naishi hapa. Ndio. Na maeneo ambayo alikuwa nakaa mamba ndio nilikuwa Ndiyo. naishi mimi. Ndio ambaye mamba nilikuwa na uwezo wa kuweza kumwita kama bwanangu Ayubu. Mimi nilikuwa namwita mamba mm. alikuwa anafika, nilikuwa nampa chakula Dio. na anatia amri zote kama binadamu Dio. kama mtoto ambaye nimezaa mimi mwenyewe. Hili ni geti, huu ndio ulikuwa mlango wetu wa kuingia tukiwa tumetoka huko nje. Hapa pote palikuwa ni kwetu, ndio palikuwa ni uwanja hapo. Tulijenga chanje ya dagaa uh-huh. kama kawaida mm. nyumba yetu ilikuwepo hapa Hili jiwe lilikuwa nyu, nje ya nyumba jiwe hili hapa. Ndio. Nyumba yetu ilianzia humo. Ndio. Ilikuwa mkomo wa nyumba. Ndio. Hapa ilielekea hapa hivi. Maajabu ngome yake kubwa ilikuwa anakaa kule ilivyokuwa tunamuita maajabu. Ndio. Alikuwa anafika anatoka hapa anakuja hapa. Mamba huyo huyo vile vile aliweza kutaga. Alitaga hapa maajabu. Eneo hili tuliosimama. Tuliosimama. Alitaga mayai mangapi? Mayai ishirini na saba e. Na alitoa watoto ishirini na saba mm. Watoto wale, baada ya kutotoa, yeye mwenyewe aliwaondoa, alienda sehemu anayo husika. Baada ya muda fulani, tulikuwa tunaona vinaonekana kama watoto wanne eh, alikuwa anakuja nao, walikuwa anakuja nao hapa. Ndio. Baada ya hapo, vikawa vinaonekana vitoto viwili mm. Vikao vinakuja baada ya hapo, hatujui wale watoto wako wapi. Ndio eh. Ajabu lilikujaje? Jina la ajabu mlipata vipi? Wakati wewe anaitwa mamba, ajabu lilikujaje? uh-huh. Ajabu ilikuja baada ya kumwona yule mamba kakiwa kadogo, kanafika, tukitupa maji kanakuja kuchochukua, tukitupa kitu fulani kanachukua, tukasema huyu mamba ameshazoea hapa, ndio. Kwa hiyo tuendelee kufanya nini, kumzoesha na tumpe jina, ndio. Tunampa jina gani? Yeah. tumpe jina lake maajabu, ndio jina lilipotokea, lilipotokea hapo hapo. Mamba ufugaji wake ulikuwa uathiri jamii inayozunguka hapa? Kama tunaona wavuvi wanaoga na watu wengine. Hakuna alikuwa athiri, ndio eh Mamba mimi alikuwa ananifurahisha na nilijua huyu mamba amenizoea. Hey. Kwa sababu nilikuwa hmm. napika ugali hapo. Ehe. na mamba alikuwa anafika kusogea mpaka hapo jikoni mimi sufuria iko hapa na yeye yuko hapa. Kama mbwa. Kama mbwa ananiangalia. Ndio. Kufa kwa mamba ilikuwa kwaje? Picha lianzie hapo kwanza. Haya. Kufa kwa mamba baada ya kuja maji hapa. Eh. Sisi tuliondoka. Mm. Lakini mume wangu alikuwa bado anaendelea kuja kufanya kumpa chakula Maajabu mm. na kurudi. Ndio. Siku ya siku alitangulia mume wangu kuja hapa mm. kuja kuoga, na mimi nikaja. Nilipofika, Maajabu alikuwa maeneo haya hapa, ndio nikasema, ah, Maajabu yule pale mm -hmm. We Maajabu, mimi sina chakula mm. usubiri kesho, nakuletea chakula. Ndiyo. Maajabu, alivyosikia sauti akazama kwenye maji cha akafuata nilipokuepo mimi pale mm. nikasema, nimekwambia chakula hamna. Ndiyo. kesho utapata chakula. Sisi tukarudi Tulivyorudi tumelala kama kawaida, simu wenzetu wanaweka sijui vibration, wenyewe wanasema mm. simu bwanangu aliweka sehemu, simu ikaita we mpaka ikakata kule. Baadaye alivyoamka akashtuka mm. kwenda kuiangalia simu, alivyoangalia simu akakuta pale simu imepiga. Wakasema bwana, huku sisi tumemwona mamba eh. hatujui ni mamba gani. Aha. na huyo mamba amekufa, tumemuua ndiyo. Kwa hiyo Majoka alichokifanya alivyoamka pale, alienda kule mm, njambe ndiyo. Kwa hiyo alivyokuta njambe, akakuta maajabu amfanye nini, amekufa. Alivyoona tu kile kichwa, akasema huyu ni maajabu. Kwa hiyo hata hivyo, watu walibishwa, akasema sio maajabu, sio maajabu, akasema huyu maajabu, yeye akachukua kichwa akaja kule, akasema bwana, eti mke wangu, je yeah, angalia, nikasema huyu ni maajabu mm. Kwa hiyo maajabu amfanye nini, amekufa hata hivi bado watu walikuwa hawana imani kusema maajabu amfanini amekufa, hamna. Lakini tukasema maajabu amfanini amekufa, basi sisi kwa kweli tuliona jambo la kawaida, kwa sababu ndiyo maajabu tulimzoea sana. Lakini hapo tuliona cha ajabu, kwa sababu sisi tulishawahi omba misaada jamani, hapa kuna pambo pambo la nini la ziwa Nyasa ambalo watu wanatoka Kenya wapi wapi, kuja kushangaa pambo hilo, mm. Sasa serikali au sijui nani angalau tufanye utaratibu huyu mambo tuweze kufanya nini, kuboresha eneo ambalo ili iendelee utalii uendelee kitu hicho kufanya ni? Aki kufanika. Aki kufanika. Kufanika. Haya, tukiomba msaada jamani, maajabu tunamlisha vipi mm -hmm. anakula nini maanake mm -hmm. libidi sisi tutafute kama 200 tunue samaki tumpe kaugali nako bakiza mimi nimpe majabu wale <laughs> Unaona. Eh. Kwa hiyo sisi tukaona kwa kweli hatuna budi ndio kuendelea na kitu kama. Kwa hiyo alikufa majabu basi, kwaona kitu cha kawaida basi amekufa katika katika maisha ya nyinyi na hajabu na vitu vingine. Waliwahi kujitokeza mamba wengine ukimtoa ajabu sasa, okay. ili mamba wengine waliokuwa wanaonekana labda wamfuate ajabu na wenyewe wapate, uh, chakula kwa, kama marafiki ah wale kama walikuwa nafika, sisi tulikuwa hatuwaoni, ndiyo labda changamoto. Tunaweza tukashangaa tunimuona majabu labda anakimbia kuna e, majabu leo hapa anaana amani, ndiyo. kuna nini? Ndiyo basi, labda mtu anaweza kuzaliwa tukasema labda kuna mambo mwingine labda anayemfata uh, kwa sababu labda wanamshangaa, mwenzangu, imekuwaje wewe unazoeana na binadamu? Ndio, ehe eh, maanake imani watu walikuwa nasema hivyo ndiyo, kwa kwa sababu yule amezoeana wanadamu wenzake wala hawampendi wale. Watoto wangu wajukuu walikuwepo hapa uh, pengine mimi sipo. Ndio. Wow, wakimwona hapa bibi leo maajabu amefika eh. Tumempa ndizi hajachukua eh. Bibi leo tumempa samaki amechukua, ndo mwanzo kumzoesha maajabu. Mpaka wale wajukuu zangu, viongozi gani ambao unakumbuka walikuwa wanakuja kuangalia kumshangaa, ajabu, utalii na watu wengine e, watu gani maarufu ambao walikuwa wanakuja ziwa Nyasa hapa. Mimi bwana. Ndiyo. uh -huh. Sasa hivi ni mkuu wa mkoa wa Songea, alikuwa mkuu wa wilaya Mbinga. Ndiyo. sasa hivi yuko, alikuwa Songea mkuu wa mkoa Eneo hili ambako unatutizama mtazamaji wa Hekima Online TV pamoja na hee head head, hapa tuko eneo ambalo walikuwa wanaishi wafuga e, mamba. Kwa maana kwamba mama nila, ambaye ni naye hapa pamoja na mume wake anaitwa Msema Joka. Eneo hili limeathirika na kuweza kuingiliwa na maji na wao wakapata kuhama, kwa sababu sio eneo rafiki tena. Lakini eneo hili linakumbukwa sana kwa makazi ya Majoka pamoja na makazi ya mke wake Majoka na familia pia. Mimi naitwa Mama Njerekela, mama Rusi Njerekela, Rusi Njerekela. Uliwahi kumwona mamba au uliwahi kusimuliwa? Nimewahi, ni kumuona, kwa sababu mimi nipo jirani. Ndio. Nilikuwa jirani yao. Ndio. Ndio walivyokuwa wanamuita, wanamlisha. Ndio. Walivyokuwa wanafika wageni. Mm. Tulikuawa tunamwona eh, tunamwona na tulikuwa jirani. Mtazamaji, namwambia kwamba tusiwaogope wanyama sana, kwa sababu huyu mamba kwa kweli ametoa picha nzuri, ambayo mamba haiwezekani kumgusa. Ni mnyama mkali ambaye anayezuru, lakini ukishamzoea ukimzoeza, anakuwa kama paka au mbwa eh, kwa hiyo tusiogope, mtazamaji, tunakukaribisha na we ukajaribu kufuga <laughs> <laughs> Bado ndio. Tunalia kilio cha mamba Maajabu. fanisi yao bado ipo, inaendelea. Pengine Mungu akipenda, wa watajaribu kwenge, kuendelea tena. Naitwa naitwa kwa jina lingine Vincent Ndunguru, ndio lingi e, jina la uchekezaji maana ni bwana pimbi. Bwana pimbi, unamzungumzaje mamba kwa haraka haraka? Kama uh, kaka mtu alikuwa anafuga mamba na, uh, kaka mtu ni mhusika no mkubwa. Kwa sasa mamba haipo, ijawahi kutokea hata uh, ulimwengu kama mtu anafuga mamba, yeye ndio namba moja ndio. ndio. Sisi tulikuwa tunamchukulia kama ni mtu wa ajabu, sababu ndio maana hata mamba alikuwa anaitwa maajabu. Ndio, eh sababu tulipendezewa nao, ndio, ndio. e, wageni walikuwa nakuja. uh-huh. e, wanaangalia sio wageni tu, hata sisi wenyewe majirani walikuwa nakuja, i wasiomuona mamba walikuwa wanamuona kwa laa na kwa furaha. Ndio, ndio. E, kwanza alikuwa mkuu wa wilaya alikuwa anakuja, sasa hivi ndio aliyekuwa mkuu wa mkoa Songea, nani nilivuma. Alafu kuna uongozi ulikuja hapa, chuo cha usalama Ndiyo. Tanzania nzima ambacho cha Dar es Salaam walikuja hapa na wageni kutoka mbali mbali, nchi mbalimbali mbali, walikuja naye hapa na uongozi mwingi ulikuja hapa hapo kuja kumwangalia mamba e, kutoka Kenya Burundi, e, walikuja hapa. Eh, baadaye kaniletea, kananiambia bwana hii ni nyama ya mamba. Ndio. Yeah. Baadaye, bado kuja kuangalia siku ya pili hapa mamba kumuita aonekane. Mm. Eh, baadaye kuja kuangalia hivi kumuita tena aonekane. Mm. Basi wakaelezea wale kule, akawafuata akawaelezea, akasema basi yule mamba sisi tulivyomkamata akuleta fujo yote, kwanza alikuwa anafurahia tu kwenye nyavu na sisi sababu kitu cha ajabu, tuliamua tu kumuua sababu kwetu huko sijawahi kumuona mamba kama huyu. Lakini yeah. Mamba yule kwa wazuri watu yoyote wala binadamu yoyote hiyo. Lakini kwenye hali ya kawaida, jamii nyinyi ilikuwa inawaambiaje sasa kuhusiana na imani? Imani ya kwetu sisi, sababu yule mamba tulikuwa kisha mzoea eh. E, na pili yule mamba alikuwa ana usumbufu yeah. E, manake tatizo kitu kimoja, sababu yule alikuwa kisha zoea na mke wake, hata ukifika hapo kimuita wewe, maajabu maajabu, alikuwa afiki, lakini akifika mke wake akimuita maajabu, ni huyu ni huyu hapa, akimuita maajabu alikuwa anatokea ni no, ama mwenyewe Majoka akifika hapa, ugeni wowote ukifika hapa, ukimkuta mke wake ama mwenyewe Majoka akimwita majabu majabu, alikuwa anakuja, naona wanamtazama wanamwangalia. Kweli ulimwengu nzima, huyu hata dunia nzima, hadi sasa hivi hili jina linakumbukwa hadi leo. Mazingira ya kwetu hapa, mimi sasa hivi na miaka kama 50 na kitu hivi. Eh, yeah. E, sijawahi niwahi kusikia historia kwamba maeneo haya alishika mtu mambo, nani mamba alimshika mtu. Eh. Lakini tangu nimezaliwa sijaangalia sija mimi sija mwenyewe tukio, labda kutokea juzi. Juzi juzi juzi ilitokea eh, kwamba mama mama mama mmoja hivi aliliwa na mamba kule mm, eh, lakini tangu nizaliwe sijawahi kuhakikisha kwa kwa mimi mwenyewe kwa macho yangu. Yule mama uh -huh. ametoka nje kuangalia video muda kama muda wa saa 3, inakimbia kama saa 4 usiku usiku. Uh -huh. Ule mama maji, maji, maji, mwenzaki yule yalikuwa. Mama kaenda kuoga maji naona bado kuoga maji alikuwa na mwenzake. Baada kuoga maji mwenzake akao yule akawa mama yule alikuwa kwanza ni mtu ambaye anachekesha chekesha sana mambo ya utani utani. Mcheshi. Eh, mambo. Anapenda masiara. Ehe, eh, eh. Sasa alivyokuwa na mwenzake akamwambia mimi nimeshikwa na mamba, yeye alijua tu kwamba anamtania, anamtania. Baadaye akamwona anaenda. Baadaye yule mama akabidi amshike mwenzake, alivyomshika mwenzake akamwona wanaenda wote. Baada ya kwenda wote yule mama akabidi aachie, akapiga nini, kelele watu wakajaa. Baada ya kujaa, kuja kutazama kwenye eneo lile, mamba yupo, wale binadamu hayupo. Mimi mwenyewe kwa siada yangu na mbele ya watu nini kama kuchukua mtumbwi mdogo na tochi mm. kubwa, sababu nilikuwa na tochi kubwa sana No, nikaamua kufuata kule kilindini. Bahati nzuri nimefuata kilindini nikamulika mulika ile tochi, baadaye nikamwona anaibuka na yule binadamu. uh -huh. Baadaye nikaamua nijitoze ni, ili nikamwokoe yule binadamu. Nilipojitoza, yeah, yule mamba kweli alikuwa mkali na wenzangu alikuwa anafuatia nyuma, nilibidi nijikaze tu. Nilipo msogelea yule mamba akaamua kutoroka, na wenzangu akaja wamesogea wame pale kaamua kuchukua mwili wa marehemu, tukabidi tujaribu kupakiza kwenye ngalao, lakini yule marehemu bahati mbaya ilikuwa ni mzito sababu alikuwa mnene sana. mm. Ehe, baadae tukaamua kusukuma yale maiti hadi nchi kavu, tukaomba msaada baadae tukamweka nchi kavu. Baada kumweka nchi kavu, tukapiga simu. Baadaye tulipopiga simu, mbungi wetu, ni yeye, alikuwa yupo jirani nyumbani kwake hapa hapa Kihagara. Ni ni nani mbunge? Ni Stella Manyanya. Mm -hmm. Aliposikia na yeye mbungi, akaamua kufika usiku ule kuungana na wananchi. Baadaye tulipoungana na yeye, akatoa msaada wake Dio ilivyokuwepo matukio haya ya kuoga usiku, Nyasa ya koja au ni mara moja alienda kuoga usiku wa saa 3 kuelekea saa 2 ilikwaja, yani una mna mazoea ya kuoga muda huo usiku? Sisi hapa si, tunaoga muda wowote ule tunapojisikia joto, maana yake iwe saa 2 iwe saa 10 ya usiku iwe saa 9 iwe saa 8 iwe saa sa 7 tulikuwa kisha zoea haya maji, ilikuwa tumezoea kama ni ya kwetu, dio. E, mtu una hata mtoto mdogo alikuwa anatoka pale naoga anafika hapa bila matatizo yote, watu walikuwa wanaluka kwenye jiwe pale ama wanaogelea hadi usiku, mamba anapita tu. Anapita anaenda zake. Ndio. Eh, watu walikuwa kisha zoea, nona, zoea mazingira hayo naona wakisha zoea. Bas. Eh. Mtazamaji, nataka nimuulize maswali mawili matatu kuhusiana na vitu ambavyo tunaviona. Hii haya ukaenda kushika pale. Ili ili ili kwa lugha yenu Kiswahili fasa ni nini haya? Hebu tuseme mbele kule kwenye kamera. Angalia kamera. Haya yanaitwa matete. Eh uh eh. -huh. Hey, ama matete. Kazi yake ni nini haya matete? Aha. Haya, bwana kwanza yanaletea kivutio. Eh uh, yanapokuwa -huh. Hivi unaona kama alama ukiangalia kule kuna kuna ki, kiota cha ndege. Ah uh -huh. Yes, lakini wanakile kiota. Wale ndege wanakuja hapo wanakaa humu. Uh -huh. Alafu pile hayo ni kivutio kikubwa, sisi wenyewe kwanza kipindi cha miaka nenda tunachukua hayo tunatengeneza, maanake ni mkeka, ndio dagaa tunaanikia. Dagaa kwetu tunaanikia mihogo, na pili ni kivutio eh. Hii eh, eh, umeo unatunza ardhi ya maji. Pili inasaidia sana mongonyoko, wow. wa maji Pimbi ni mdogo wake Majoka, mfuga mamba ambaye mamba alikuwa anaitwa Ajabu kwa sasa amekufa. Uh, nyuma ya kamera yuko Judi Kiaga. Mimi naitwa Isaac Ndunguru.